Na kuna watu ambao wao wapo mstari wa mbele kutaka kulibomoa taifa la Tanzania ambalo limejengwa katika misingi ya amani na utulivu, wakija na hoja ya kusema ya kwamba haki kwanza, amani baadaye. Haya ni maneno ambayo si ya kweli maneno haya, unaposema haki kwanza, amani baadaye, kwa mtu mwenye akili, huwezi kudai haki sehemu ambayo haina amani. Una mdai nani wakati taifa liko katika vita? Una mdai nani wakati taifa lipo kwenye machafuko? Kwa mfano mzuri, unaweza ukaangalia baada ya kufanyika vurugu walizoziita ni maandamano. Yale hayakuwa maandamano. Let us be clear on this, yale hayakuwa ni maandamano, yale yalikuwa ni machafuzi, na ni mambo ambayo yako wazi na kila mmoja ameyaona. Hatuwezi kurudia yale ambayo yaliyosemwa na viongozi wa dini mbalimbali katika nchi yetu ya Tanzania, lakini tunasema ya kwamba it was just a test, we've been given the test, kwa sababu kuna baadhi ya watu huwa tunaposema kwamba amani kwanza, alafu ndio uje udai haki yako unayotaka kudai, wanatuita sisi ni machawa na wanatuita majina mbalimbali kwamba hawa ni masheikh ubwabwa. Let me let me let let me tell you, siku zote mtu ambaye anayesimama katika majambo ya kuonyesha ya kwamba kwamba hii amani ni kitu cha msingi na amani inapotoweka haiwezi kurudi kama vinavyofikiria. Ni jukumu la kila Mtanzania kuchunga, kuchunga amani ya taifa letu kwa sababu tumeyaona siku tano ambazo tulizokuwa tumekaa ndani we've been locked down the country was paralyzed. Na kazi zilikuwa hakuna vyakula vilikuwa vinaanza kuishi katika, ma, katika maduka yale ambayo yaliyokuwa karibu nasi, na imefika mahala ya kwamba watu wakaanza kuishi maisha ambayo hayakuyazoea kwa sababu ya watu waliokuja na, na maneno ya kutengeneza ya kwamba Tanzania tunataka haki kwanza kisha tunaifuate hiyo amani. Sisi tunasema ya kwamba amani kwanza, haki inafuata baada ya kuwa na amani katika taifa.